Mellen Mogaka, mwanamke aliyedhalilishwa na kupigwa kwenye mazishi ya mumewe huko Nyamira amewasilisha majina kumi ya watu wanaodai walishirikiana kumdhulumu kwa kukataa kumwaga mchanga kwenye kaburi la aliyekuwa mumewe. Haya najiri huku vijana watatu waliokamatwa kuhusiana na kisa hicho wakisalia rumande kwa siku saba zaidi ili kuwapa nafasi wapelelezi kukamilisha uchunguzi. Mwanahabari wetu Crispin Otieno ana taarifa hiyo kwa kina. Mellen Mogaka, mwanamke aliyedhalilishwa kwenye mazishi aliyekuwa mumewe alijiwasilisha leo mbele ya maafisa wa upelelezi wa jinai DCI katika makao makuu ya polisi mjini Nyamira kuandikisha taarifa kuhusu yaliyomfika. Mellen akiwataja watu kumi zaidi kando na watu watatu ambao walikamatwa kuhusiana na kisa cha kumdhalilisha na kumpiga kwenye mazishi. Aidha Melen aliwataja Robak Pokea Sarudi na nduguye Bismarck Sarudi ambao walifikishwa mahakamani kuwa miongoni mwa watu waliomvamia. Nimepewa ya wao ni ndugu my ex -husband, He was the one mwenye alinigonga mpaka nikanyang'anywa simu. Familia ya Melen ikiwataka maafisa wa polisi kumkamata Steven Mogaka, jamaa ambaye anaonekana kwenye picha akimtandika kando ya kaburi laliyekuwe mumewe na ndani ya shamba la majani chai. Na ile kitu mimi nahitaji kama msasi, mimi nataka msichana apate kitu tunaita justice, kulingana na vile sheria inasema. Kuna mjamaa mliona mwenye ni kibonge, mwenye ni mnono, mwenye alinichapa kuanzia tukiwa kwa majani chai, akanileta mpaka kwa kaburi akanichapa. Huyo tu polisi naomba tu, na Kenya yote inisikie, huyo mtu akiweza patikana, that's the time yenye nitaona nimepata justice. Maafisa wa DCI wakiendelea na msako wa wahusika waliotorokea mafichoni. Vijana watatu waliokamatwa kwa madai ya kumdhulumu Melen Mogaka walifikishwa kizimbani mbele ya hakimu mkuu mkazi Berry Lochieng. Watatu hao Lamek Ogindo Osoro, Robert Pokea Sarudi na Bismarck Undieki Sarudi hawakufunguliwa mashtaka, hakimu akiagiza wasalie rumande kwa siku saba ili uchunguzi ukamilishwe. I have noted the afisa ambaye alipewa kufanya hii kesi alifanya makosa kwa sababu alienda kwa boma akashika wale wenye wako kwa boma. Tukio hilo limekashifiwa vikali, huku Wizara ya Jinsia ikitaka idara ya polisi kuhakikisha kuwa haki imetendeka. Crispin Otieno, runinga ya Citizen.